Kwa mujibu wa teknolojia sasa hivi ya AI unaweza ukatumia simu yako kutengeneza application okay, sio lazima PC, sio lazima unajua ku code i say, ECO story. Hichi ni kitu cha ukweli kabisa. Mimi nimetumia simu nimetengeneza hii application, ni application rise of course, ya game la nyoka, lakini ni kitu ambacho kwa miaka ya nyuma ingebidi kwanza uwe na knowledge ya kwa code kwenye kompyuta lakini pia uwe na kompyuta au PC. Kwa kutumia simu yako nitakuelekeza namna kutengeneza application kuanzia toa kwanza mpaka ya mwisho. Of course, hizi apps za kutengeneza application zinahitaji ap ap so malipo, lakini kuna apps ndogo ndogo unaweza kutengeneza kwa njia ya bure, ambapo then ukiamua sasa kutengeneza kwa serious utalipia, then ukishalipia utaweza kupata access ya kutengeneza application kwa ile level ambayo ni ya juu zaidi. Mimi nimetumia hii application inaitwa Manas, okay, ni kampuni ambayo ilikuwa ni Kichina, imeshamilikiwa na Facebook kwa sasa au Meta. Hii Manas nilipa prompt kama unavyoona hapo kwamba itengeneze application, itengeneze application ya game la nyoka, ambapo naweza nikalicheza sasa hivi tunavyoongea. Ikaniambia okay, niendelee kusubiri kama unavyoona hapo, process ikaendelea kuprocess ikaprocess ikaprocess vitu vyake, mpaka dakika za mwisho ikaniambia file lako liko tayari, sasa ni nilipakue sasa. Okay? Ikaniambia ni, ni, ni inipe file ni kwa ajili okay, ya kuchezewa kwenye Android au iOS nikamwambia tu anipe kwenye Android, sababu kwenye iOS ingenipa changamoto kidogo. Okay, to file ikanipa hapo nika download, kama unavyoona hapo sasa nikatuma faili kwenye simu ya Android, nika play. Kama unavyoona game unavyocheza hapo, game limeenda vizuri kabisa. Game ni simple, snake anaenda anapakua matunda, pointi zinasoma kule juu, unaweza kumpeleka juu chini, tupende na pendeni. Hiyo ilikuwa ni simple version, okay? Lakini, kama ukilipia hii application ina fursa ya wewe kutengeneza application ambayo ni most complex. Unaweza kutengeneza application complex, okay? Unaweza kutengeneza application na ya game, ukatengeneza application ya labda kusaidia situation fulani, labda watu kuuza bidhaa zao mtandaoni au vyovyote hivyo. Sasa wewe unakuja, unakujaje kunufaika kwa mtumia, kwa watu wanaomiliki app? Ah, njia yao kubwa kunufaika ni kupitia service ambao ni subscription. Subscription service, yani kwamba mtumiaji analipia kiasi fulani cha ja pesa ili aweze kutumia service ambayo application yako inafanya. Okay? Kwa mfano, tunaona kama Spotify unalipia kiasi fulani kidogo cha hela then inapata access ya kusikiliza muziki. Okay? Kupitia ile Spotify. Hiyo ni mfano application lakini pia kwenye application unaweza kuingiza hela kupitia kupitia matangazo kwamba unaruhusu matangazo yaingie kwenye application yako mtu anapoona tangazo lako una kamishini, kamishini yako kidogo na okay, wewe kama mmiliki wa application. Na manufaa mengine mengi mengi ni mengi mengi. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaweza kuangalia ukaanalyze kwamba ni manufaa gani zaidi ambayo unaweza kupata kupitia application. Ukishapata application yako hivyo, unatengeneza application unaenda kuuza kwa mfanya biashara. Okay, unatafuta mtu ambaye ana shida ya application, lakini wewe kwa sababu unajua tayari namna ya kutengeneza basi unatengeneza, huyo mtu atakulipa. Hakikisha una subscribe kwenye channel yangu Chika, like na share video kwa mawenzako ambao anajua. Lakini pia kumbuka hizi program za AI zinahitaji simu ambayo ina uwezo mzuri, okay. Kwa mfano, labda ndugu zetu ambao wanatumia simu ambayo ina ramu nne, hmm? labda storage GB sitini na nne, kidogo inakuwa ni changamoto kwa sababu hizi AI zinatumia sehemu kubwa ya memory ya simu ili kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo kama una simu ambayo ina uwezo mdogo inakuwa ni changamoto. Lakini ukiwa na simu ambayo ina uwezo mkubwa kidogo kwa mfano angalau GB 8 RAM, mm, storage 128 au mpaka 256, utaweza kufanya hizi kazi za AI na application nyingine zote kama kuedit just kwa kutumia simu yako. Kwa hiyo mambo yanakuwa rahisi zaidi. Karibu ofisini kwetu uje upatie simu nzuri. Itafaa matumizi yako yote okay? Kwa bei nafuu hapa utajipatia Google Pixel, utajipatia Samsung pia, utajipatia hata simu za iPhone saa na simu nyingine mbalimbali tunazo, ila huu ni kama hizo.